Wa mgumu umaskini wetu ni wa kutengeneza inakuwaje nchi hii nchi hii. Dubai ni kanchi kadogo ni jangwa Dubai mwaka sitini na moja walikuwa elfu sabini elfu sabini mwaka sitini na moja tunapata uhuru tuko milioni nane wao weko elfu sabini sisi tuko milioni nane Leo tuko milioni sitini na tatu. Dubai wako milioni tatu, watu milioni tatu jangwani. Tumepata chuo kikuu cha kwanza mwaka sitini na tatu. Dubai hawajui hata choo, wanatembea wanajisaidia vichakani, kwanza hakuna vichaka kwenye michanga, kwa sababu ni jangwani, mwaka sitini na moja. Leo nchi hii ina bandari alizijenga ambazo walijenga wakoroni Bandari ni mlango wa fedha, wantu waiki, bandari ni duka ambalo halikauki. Yaani iko hivi, kwa jinsi Mungu alivyotupendelea, ametupa mlango wa bahari na akaweka nchi sita landlocked. Nikisema landlocked, kio ni kizungu, sasa ili mnielewe, nchi chino ambazo hazina mlango wa nini, wa bahari, ambazo hazipakani na bahari, akatuwekea Kongo, Rwanda, Burundi, Zambia, Malawi, Uganda. Hata hata nani hata Ethiopia. Kwa hiyo mtu akinunua gari Kongo, akinunua gari kutoka Japani inapita kwa manchi. Mungu hatutulii buchwa hayaishi leo wala leo. Tunapata nini? Tunapata nini? Yaani, maji yako pale, tumekuta hayo magati In kami stendi ya meli yaani, weo unachohitaji kama serikali ni ukujengi stendi ya meli, kumwaga zege ambapo meli kiji na paki inashusha mizigo, pesa zinaingia hey. Hiyo bandari walianza kujenga wakoloni, akaiendeleza Mwalimu Nyerere, Magufuli akaja akaiendeleza kutoka gati namba zero mpaka gati namba nane, akanunua mashine mpya zero hours akaziweka pale ili. Warundi wapitishe mizigo Wakongo wapitishe mizigo. Uganda wa kilima kahawa yao ikiwa inatoka ndani ya nchi yao inaenda huku inakouzwa Ulaya inapita kwenye maji yetu, icimbirejila soa. Wakinunua greda itoke huku inakokuja ili ipite kwenye Uganda icimbirecisohele yaani wewe ni kukaa pale, ichimbie jila soha mpaka siku nakufa. Kagame alisema hivi, akipewa bandari ya Dar es Salaam peke yake atalisha nchi za Afrika Mashariki na Kati bila hata mtu kufanya kazi, kwa sababu ni geti la fedha. Hizo bandari ambazo zipo ambaye haikauki, ameikabidhi kwa Waarabu ambao walikuwa milioni tatu, ambao wako milioni tatu, amewapa waendeshe hiyo bandari mpaka kiama, ila sisi wa Tanzania wote milioni sitini na tatu tone akili, watu milioni tatu wana akili kuliko sisi. Hivi mmeelewa nachosema nyinyi?